Kipindi hiki ni kwa madhumuni ya kuelimisha pekee. Haina nia ya kuchukua nafasi ya matibabu na ushauri wa daktari wako. Ikiwa una changamoto zozote za kiafya, tafadhali mwone daktari wako kwa ushauri na matibabu sahihi. Katika ripoti ya Shirika la Afya Duniani, Umoja wa Mataifa, WHO, za mwaka elfu mbili na ishirini na mbili zinaonyesha kuwa watu kuanzia miaka 18 kuelekea juu, maanake tunaongelea watu wazima Asilimia 43 ya hawa watu wamekuwa na ongezeko kubwa la uzito wao ambao tunasema ni uzito uliozidi. Lakini vivyo hivyo, katika hiyo ripoti imeonyesha kuwa watu asilimia 16 ya ili group la hao watu kuanzia hiyo miaka 18 kuelekea juu, uzito wao umekuwa ni mkubwa kukithiri. Maana yake tunaongelea kwa kitafiti au Kiingereza tunasema obese people. Na ripoti hii imechangia kwa kiasi kikubwa sana katika swala zima la afya, kwani imekuwa ni mlipuko mkubwa sana ukilinganisha na ripoti iliyofanyika mwaka 1990 ambayo ripoti ile ilionekana ongezeko halikuwa kubwa kama ripoti hii, ikimaanisha kwamba kwa mzunguko mzima na tafiti za Umoja wa Mataifa zinaonyesha katika kila watu nane mmoja anakuwa na tatizo la kuongezeka uzito kupita kiasi. Hivyo basi katika nchi yetu hapa Tanzania, utafiti umefanyika na ulipofanyika huu utafiti, uh, Jakaya Kikwete wamefanya utafiti huohuo wakuangalia huo swala la uzito mkubwa kupita kiasi kwa watu wa umri mbalimbali, wakiangalia grupu la watu wa miaka kumi na nane kuelekea juu na haswahaswa walilenga watu wanaoishi mjini na ripoti hiyo imeonyesha uh, kama daktari atakavyoelezea hapa Dr. Eric naam. Unaweza kuongeleaje ni swala ya research au utafiti uliofanyika na hospitali uh, ya Jakaya Kikwete. ya Asante daktari. Uh, mwaka elfu mbili na ishirini Jaka ya Kikwete walifanya utafiti sawa kwa ajili ya kuangalia ongezeko la tatizo la uzito mkubwa na uzito mkubwa kupitiliza, na kwenye ile tafiti waliifanya katika Saba Saba moja kwenye ule mwaka, na ilihusisha watu elfu sita mia sita tisini na moja na majibu yake yalionekana kwamba asilimia thelathini na nne watu walikuwa na uzito mkubwa na asilimia thelathini na mbili watu walikuwa na uzito mkubwa kupitiliza au tunasema obesity. Kwa hiyo kwa kifupi, ile tafiti tu inajaribu kutupa picha kubwa kwamba hili tatizo la swala la uzito imeshakuwa ni janga kubwa la taifa. Lakini vile vilevile uh, chuo cha SUA cha Morogoro pia kilifanya tafiti ya dizaini hiyo mm hiyo -hmm. Kule Dodoma na pia ilionyesha kwamba uzito mkubwa ilikuwa ni kwenye asilimia thelathini na mbili na waliokuwa na uzito mkubwa kupitiliza ilikuwa ni kwenye asilimia ishirini na nane. Na hii tafiti yao ilikuwa imehusisha watu karibia mia tatu na mm -hmm. Tukaenda mbele zaidi kuna tafiti pia imefanyika Arusha na tunasema Nelson Mandela African Institute. Pia walifanya tafiti ya kuangalia tatizo la uzito kwa ujumla. So kule Arusha pia ilionekana ni asilimia thalathini na sita kwa asilimia thalathini. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa na uzito mkubwa ilikua mm, ni almost asilimia thalathini na sita. Na uzito mkubwa kupitiliza ilionyesha pia ni asilimia thalathini. Kwa hiyo kwa ujumla tukiangalia hizi tafiti na tukifuatilia ni kwamba zimefanyika sana mijini. Na inaonekana hii shida kubwa ipo sana katika maeneo ya mijini. Kwa hiyo imeshakuwa ni janga kubwa, na tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia Watanzania tuweze kujua tunafanyeje kuhusu hili swala, ili waweze kurudi kwenye afya njema. Asante sana daktari, kuna kitu ambacho nilikuwa najaribu kufikiria kwamba kwa nini hivi vyombo vya afya ulimwenguni na ukiangalia na hapa nchini pia imekuwa ni kitu ambacho kimewapelekea wao waweze kulenga kufanya utafiti wa hili swala. Ni nini ambacho katika mawazo yako unahisi ni chachu iliyowapelekea wao waweze kufanya hichi kitu? Uh, kuna sababu nyingi mm, lakini kubwa mbili ambazo ningependa kuzungumzia. Cha kwanza mm, ni ongezeko la magonjwa yasiyoambukizwa mm -hmm. na magonjwa haya tunaongelea zaidi shida ya presha Shida ya sukari, shida ya kolestero, magonjwa ya moyo na changamoto za stroke. Mm. Kwa hiyo ndani ya miaka ishirini hii iliyopita tatizo limeonekana ongezeko kubwa sana ya haya magonjwa, yamekuwa ni mengi, kwa hiyo watu wakafanya utafiti zaidi kuweza kutafuta kwamba ni visababishi vipi vinaweza zikapelekea haya magonjwa kuongezeka, lakini kati ya kisababishi kikubwa ambacho kilionekana ni watu kuwa na uzito mkubwa ku kupitiliza na uzito mkubwa kwa ujumla. Kwa hiyo uh, wameweza kuzigrade katika sehemu mbili. Najua tunasemaga mtaani, ila atuelewe Okay. Tunasema kuna kitu tunaita overweight, ambayo tunasema ni uzito mkubwa mm. Lakini kuna swala la pili tunasema ni obesity mm. ambayo inakuwa ni uzito mkubwa kupitiliza. Okay. Tunajuaje kwamba huyu ana uzito mkubwa na huyu ana uzito mkubwa kupitiliza? sawa Awesome. Kuna kitu tunaita BMI, body mass index, ambayo kwa Kiswahili tunasema ni uwiano wa uzito wa mtu na urefu wake. Kwa hiyo okay. ukichukua uwiano wa uzito na urefu, kawaida kwa mtu ambaye ana afya nzuri, tunategemea iwe kati ya 18.5 pi mm -hmm. mpaka 25 hn t sawa okay. Kwa hiyo hiyo tunasema uwiano na urefu na uzito wake na urefu uko sawa, na inapokuwa zaidi sasa, kati ya 20, zaidi ya ishirini na tano mpaka thelathini yule tunasema ana uzito mkubwa ambao kawaida tunaita overweight. sawa okay. alafu zaidi ya thelathini kwenda juu tunasema ile ni obesity au uzito mkubwa kupitiliza kwa hiyo tukienda mtaani au tukisoma kwenye mitandao, huwa tunaona tunasema overweight na obesity. Kwa hiyo kwa kifupi huo mm, ndo namna ambavyo tunaweza kuzitofautisha hivi vitu viwili, hivi vitu viwili okay. ambacho kutokana na hilo nimejifunza kitu na umenikumbusha pia kitu uh, ni mwaka jana na mwaka juzi, nadhani kuna kampeni ambayo ilianzishwa Muhimbili hospitali ya taifa ambayo pia kampeni iliendeleza kufanyika kule Mloganzila. Naam. ya watu kuwekewa maputo, maputo kwa ajili yeah. ya kampeni ya kupunguza uzito yeah. na lengo kubwa lilikuwa ni kuwasaidia Watanzania waweze kutokana na ili janga yeah. yes. Nadhani Watanzania wengi watatamani kujua zaidi kuhusiana na hili swala, kwa nini uzito kwao ni chachu kubwa, waweze kupambana kuiondoa lakini kutokana hichi kitu ambacho hapa tumeangalia uzito kupunguza kupima, nikiangalia sasa kwenye upimaji, mfano njia gani ambazo ni bora katika upimaji. Mfano, umeongelea swala la body mass index, na nadhani katika practice ya afya, yani sisi katika tunavyokuwa tukifanya matibabu, kuangalia uzito ni kitu ambacho kimekuwa kitumika kama kitu cha kwanza au kipimo cha kwanza kumwangalia mtu kumwasesi. Kuna njia zingine za upimaji ambazo maybe wewe katika upande wako umepitia, umezigundua? Ndiyo daktari, kuna ya kwanza ni hiyo body mass index ambayo kwa muda mrefu sana katika tasnia ya afya ndio tunaitumia kama standard, yani kipimo ambacho ni standard. Na hata hiyo kusema mtu ana obesity na overweight tunatumia body mass index, lakini tafiti zilienda mbele zaidi, ikaonekana kwamba kuna kipimo cha pili kinachoitwa upana wa kiuno au tunaita waist circumference. Mm. Sawa, ile upana wa kiuno inajaribu kutupa taarifa ya kwamba kiwango cha mafuta ambayo yametunza katika eneo la tumbo. mm. Sawa, kwa hiyo ilichukuliwa kwa umakini sana, kwa sababu ilionekana kwamba watu ambao wanatunza mafuta, mafuta yametunzwa mengi sana katika eneo la tumbo wanakuwa mm. na hatari sana ya kupata magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo sukari kwa kiwango kikubwa pres na magonjwa ya moyo sawa. Kwa hiyo upana wa kiuno kawaida kwa mwanamke inatakiwa at least isizidi tisini. mm -hmm. na kwa mwanaume inatakiwa isizidi kwenye tisini na mbili. Sawa, kwa hiyo mtu anapokuwa na upana wa kiuno kiwango hicho kikiwa kikubwa zaidi ya hizo range hapo, tunasema unaanza kuwa kwenye hatari ya kupata hayo magonjwa yasiyoambukizwa ambayo nimeyataja. Kwa hiyo kipimo hicho cha upana wa kiuno sasa hivi pia kinatumika kuweza kutuambia kwamba mafuta kiwango gani imetunza katika maeneo ya tumboni. Lakini tukienda mbali kwenye hiyo kipimo cha upana wa kiuno, huwa tunaangalia sasa kwenye o, tunasema uwiano sasa wa hiyo upana wa kiuno mm -hmm. na urefu wako, kwamba ile inajaribu sasa kutuambia kwamba tukiangalia na urefu wako kwa ujumla sawa, mm -hmm. Upana wa kiuno itatuambia katika hili neo la katikati sawa, mafuta yametunza kwa ngoga kwa, ya kwa kiwango gani. Kwa hiyo hilo ni la pili, ukiachana na ile body mass index, lakini kipimo cha tatu ambacho wengi sana wagonjwa ambao mimi nimekutana nao wengi wanaenda kuifanya India, inaitwa DXC mm -hmm. au DXA sawa, ambayo hiki kipimo kitaalamu tunaita ni dual energy x-ray absorptiometry sawa, okay. Ambayo ni kama CT scan na yenyewe inatumia mionzi kama ya CT scan, mm -hmm. Lakini uzuri wake ni kwamba mionzi yake ni, ni moja ya kumi, yani tuseme, ina, inatoa mionzi kidogo sana ambayo mm -hmm. madhara yake kwenye mwili wa binadamu ina, inakuwa ni kidogo sana mm -hmm. So kile kipimo uh, unaenda kukifanya inakuwa inaangalia mwili wako wote. Okay. Kiwango cha mafuta katika kile eneo kwenye mwili wako. Kwa hiyo itaangalia kuanzia maeneo ya shingo, kwenye maeneo ya kifua, maeneo ya tumboni, maeneo ya kwenye mapaja na sehemu zote. Kwa hiyo itakagua mwili wako wote na kufuatilia sehemu gani kuna mafuta kwa kiwango kikubwa na sehemu gani kuna mafuta kwa kiwango cha kawa, cha kawaida. Kwa hiyo hicho kipimo wengi wanaenda sana kuifanya nje ya nchi. Hmm. Na wengi wanaoenda kuifanya nje ya nchi hawaendi kuifanya kwa lengo la kuangalia kiwango cha mafuta. Okay. Bali ni kipimo hicho hicho huwa tunatumia kuangalia uh, tunasemaje? Kwenye mifupa tunataka hmm, kuangalia ujazo wa madini na kwenye it's... mifupa ambao tunasema bone mineral density. Sawa. Hmm. Kwa hiyo kile kipimo tunaenda kuifanya mara nyingi kwa ajili ya kuangalia hiyo ujazo kwenye kwenye mifupa lakini ni hicho pia tunaweza tukaitumia kuangalia kiwango cha mafuta yeah, kwenye mwili na kuweza kutusaidia kwamba huyu mtu tuweze kummanage vipi na kumsaidia vipi kwenye kupunguza uzito na kupunguza mafuta. Okay, okay. Sasa kwa maana hiyo, mi ninapoangalia swala la uzito na jinsi ambavyo lina athari kubwa katika afya ya binadamu, haswa haswa kwenye magonjwa ya ambayo hayaambukizwi nayo ambayo ni pressure, sukari na shida za magoti, mgongo, changamoto ambazo mtu anapata au vitu ambavyo mtu anapitia na kujua athari ya uzito mkubwa uliokithiri, ambazo nyingi, ambazo watu wengi hawafahamu ni kwamba uzito wake unamsababishia, unakutana na mtu anakulalamikia kwamba magoti yangu yanauma sana kama kliniki ukiatendi au hospitali ukiona wagonjwa mge atakwambia magoti yangu yananisumbua, lakini ukija kuangalia ni kwamba shida yake ni uzito. Na ukimpeleka ukija kuangalia jinsi ya kupunguza uzito inakuwa shida kwa yule mtu. Nadhani tutaongelea vizuri jinsi ya kupunguza huko mbele, jinsi mtu atakavyoweza kumsaidia kupunguza uzito, lakini vitu ambavyo mfano wewe unajua na unavifahamu daktari, lakini napenda muda huu tushea vitu ambavyo ni changamoto za kiafya zinazotokana na uzito mkubwa wa wa mtu, na hivi vitu mtu ajui kwamba ni kwa nini natakiwa nipunguze uzito wangu? Kwa nini natakiwa nisijipeleke kwenye hii shida? Kwa sababu na watu wengi wamekuwa na hii kasumba kwamba mtu akiwa mnene ana afya, no, lakini akionekana mtu mwembamba anaonekana ana shida ya afya, no. Eh, kwa maana kwa hili swala, mtu ambaye ana unene uliokithiri anatakiwa awe na tahadhari zipi? Kwani bila kufuatilia hivyo, hii itampeleka kwenye shida kubwa sana. Unahisi changamoto gani ambazo unaweza ukashea wewe kwa upande wako mtu anazopitia akiwa na uzito uliopitiliza? Asante daktari, changamoto ziko nyingi. Okay. Ziko nyingi sana, na kuna zile ambazo zimezoeleka. Mm. Mfano kwamba ukiwa na uzito mkubwa unakuwa na kwenye hatari ya kupata presha, hatari ya kupata sukari hatari uh, ya kupata shida za moyo, hizo kila mtu anazifahamu, na ukienda mtaani hata mgonjwa akija akija kukuona utasikia na yeye anazihubiri hizo hizo, kwa sababu anazifahamu. Lakini kuna zingine ambazo watu huwa hawafahamu kwamba nazo zinachangiwa na uzito kuwa mkubwa. Ya kwanza, kuna watu wanapata shida ya usingizi. hmm. sawa kwamba mtu analala vizuri, lakini inapofika katikati ya usiku sawa. mm -hmm. Anajikuta naamka au kuna wale wengine unakuta wanakoroma sana, sawa mm -hmm. Uzito unapokuwa mkubwa inaleta hiyo changamoto inayoitwa sleep apnea mm -hmm. sawa. Sleep apnea ni mtu kupata shida ya kulala kwa sababu njia ya hewa inakuwa imeziba kwa namna moja au nyingine, kwahiyo hewa inakuwa haiingii ya kuto, mm -hmm. ya kutosha na kati ya sababu kubwa ambazo zimekuja kuonyeshwa kwamba inasababisha ni mtu kuwa na uzito mkubwa kupitiliza au tunasema obesity. Kwa, kuna watu nakutana nao clinic, anakwambia bwana mimi napata shida kulala na nini na nini, na nini. Wata, wanataka kutafuta sababu zingine kwa nini apate usingizi. Lakini unapomwambia kwamba bwana, changamoto ni uzi, uzito. mm -hmm. Wengi wanaonekana hawaamini au ni kitu ambacho hawaafiki nacho kwa sababu hawaoni kama kuna mahusiano ya moja kwa moja mahusiano ya moja kwa moja. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo linasumbua watu wengi, mm -hmm. ila hawafahamu. So hilo naomba waweze kulizingatia kwamba changamoto ya usingizi tunaoita sleep apnea mm -hmm. ni sehemu ya risk inayotokana na kuwa na uzito mkubwa. Changamoto ya pili ni homoni imbalance. Kitaalamu mtaani, tumezoea tunasema homoni imbalance, homoni imbalance. So tukiongelea homoni imbalance ni kwamba mwili wa binadamu inaendeshwa na homoni Sao. Na kwenye hizo hormones, hormones zako zote zina zinaathiriwa na aina ya vitu unavyokula sawa, mm -hmm. na hali ya mwili wako sawa. So insulin resistance hiyo pia ni sababu ambayo inapelekea hiyo hormone imbalance kwamba kuna hormone kwenye mwili wa binadamu inaitwa insulin ambayo ile insulin kwa namna moja au nyingine inaathiri mtu kuongezeka uzito au kupungua uzito sawa mm -hmm. Sasa kutokana na maisha yetu ambayo tumeyazoea, inasababisha insulin kuwa kuwa nyingi sana kwenye mwili wa binadamu, ambayo inapelekea kwamba mwili kutoa taka mwili, kuna homoni zinaitwa growth hormone na hivyo vitu vingine vyote, inasababisha sasa ule mfumo wa mwili kwa ujumla isiweze kufanya kazi katika ule ufanisi unaotakiwa unaotakiwa. mm -hmm. Kwa hiyo ile, kwa sababu haifanyi kazi katika ufanisi unaotakiwa, inaanza kuathiri homoni zingine kufanya kazi zake na kupelekea hiyo ishu ya homono imbalance. so, nikikurudisha kidogo daktari, kwenye swala la changamoto ambazo zinaletea afya kuwa mbaya kwa kupitia shida ya uzito kupitiliza. mm -hmm. Uh, meshea swala la hormone. Uh, hormone kuwa haziko sawa katika mwili wa binadamu na, lakini pia swala la mtu kushindwa kulala au yes, kuwa na usingizi wa kukatikakatika unaitega usingizi wa mang'amng'a. Yes. na pia kwenye swala la shida kama sukari, pressure ambazo hizi ni vitu vikubwa sana. Uh, kwenye hili swala la hizi changamoto za kiafya mtu anavyopata, tukisema kwa mtu ambaye hafahamu, tunapoongelea swala la mzunguko wa homoni za binadamu kutokuwa sawa, namaanisha kuna watu ambao wanapata swala la kutokupata mimba wanawake wana shida kama hizo, mtu kuwa na chunusi nyingi mwilini bila kujua zinatoka wapi, manake inasababishwa mara nyingi sana na kuwa na homoni ambazo hazijakaa sawa mwilini. Lakini pia uh, kuna watu ambao wanapata ngozi zao zinabadilika, maanake kuna watu wanapata kwenye ngozi mistari, hiyo pia huwa ni changamoto za homoni. Na kwa wanaume, kuna baadhi ya wanaume ambao namkuta kifuani kwake, kifua chake kinabadilika ni, wanaume, kwake, uh, ni kama, kama vile anaota ma, ma, ma, maziwa yani tunaitaga nyonyo kuota kule kunabadilisha, maanake ni homoni zake hazijakaa sawa. Sa kwa, kwa kitu kama hichi, ambapo changamoto mojawapo ambayo inasababisha hizi shida zitokee ni uzito kwa mkubwa, kwa maana mtu kupambana na kuweka nia au dhumuni la kusema kwamba natakiwa nipambane nipunguze uzito wangu ili niepukane na hizi changamoto. Mara nyingi watu wengi nakutana nao nakwambia, bwana mimi kwetu ndo tulivo hizi ndio kilo kwetu, yani kwetu miili yetu tuko hivi, ndio unaweza kusema ndivyo tunasema genetic kwao katika uh, familia yao ndio genetic yao ilivyo, maana yake jinsi ambavyo miili yao imetengenezwa. Lakini hiyo ni moja ambayo inamletea shida. Ni sana mtu anakuambia bwana, sisi kwetu tunaugua na kisukari. Sawa, unajua kwani una kisukari, lakini sio sababu ya kuwa na kisukari. Unaweza ukaanza kutafuta njia za kuzuia usipate kile kisukari, kwani unatengeneza mazoea kwa kutafuta njia ya kudhibitisha unachokifanya kwamba hiki ni sahihi kwa sababu kwetu kipo, yes. Kwa maana changamoto kama ulivyoziweka simple kuhusiana na uzito unavyoshambulia af, afya ya binadamu, na ndo chachu kubwa ambao tunatakiwa sasa hivi wawe makini na kufuatilia kwa ukaribu sana. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.